Tumeamka tukiwa katika mkoa wa Kilimanjaro kwenye manispaa ya Moshi. Basi kama kawaida katika ule ujumbe wetu wa kila asubuhi, nimeona nizungumzie kuhusiana na dua ya matatizo. Watu wengi huwa wakaamka na dhiki na shida na matatizo. Siku moja, mama Fatima, katika hadithi aliyoipokea Abu Huraira na imekuja katika vitabu vingi sana Bibi Fatuma alimfata baba yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamstakia baadhi ya haja na matatizo aliokuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, sina cha kukupa, akamfundisha dua hii, na natufatane pamoja upate kuijua. Hii dua ni nzuri sana, na imekuja katika sigha tofauti, lakini hili ambalo ndio mashuhuri, Mtume alimwambia mwanawe aseme: ya awwal al awwalin, wa ya akhir al akhirin, wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalul awwalin, ewe wa mwanzo katika wa mwanzo. Wa ya akhiral akhirin, ewe wa mwisho katika wa mwisho. Wa ya dhal quwwatil matini, ewe mwenye nguvu madhubuti. Wa ya rahimal masakin, ewe mwenye kurehemu maskini. Wa ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu wenye kurehemu wenzio. Hifadhi dua hii ni dua kubwa sana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha kipenzi chake, binti yake aliyompenda sana, nana Fatima radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Na baada ya kutumia dua kama ile, mama huyo akaondokewa na matatizo aliyokuwa nayo. Na mimi katika sadaka zangu za kila asubuhi, wacha nawe nikupe hii, nenda kahifadhi: ya awwal alawwalin wa ya akhir wa ya alakhirin wa ya dhal quwwatil matin